Uh, hawa ni wakazi wa wilaya Tunduru mkoani Ruvuma ambao walijitokeza kumpokea katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ambaye yupo kwenye ziara ya siku tano mkoani Ruvuma. Sasa akipokelewa wilayani Tunduru Dr. Nchimbi amepokea wanachama mia mbili kutoka kwenye vyama vya upinzani mbalimbali wa wilaya ya Tunduru akiwemo diwani wakati amchoteka kupitia tiketi ya ACT Wazalendo Saif Daudi pamoja na katibu wa wilaya ya Tunduru wa ACT Wazalendo Saidi Mponda ambao wamejiunga na chama cha mapinduzi wakati ambao katibu mkuu wa chama hicho Dkt Emanuel Nchimbi alipoanza ziara yake mkoani Ruvuma na hapa wanafunguka wakieleza sababu ambazo zimewafanya wahame ACT Wazalendo na kujiunga na chama cha mapinduzi kubwa wakisema utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi ambao unaongozwa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ndio sababu ya wao eh, kuhama kutoka kwenye vyama walivyokuwa wanavitumikia na kuingia chama cha mapinduzi. Kwa majina naitwa Sefu Hasani Dauda chachari wa kata ya Mchoteka. Sisi wakazi wa Mchoteka kama kata tulikuwa na kilio kikubwa kupitia gari la wajonjwa. Katibu amesema, mama alipopata kilio chetu ametuletea gari, na ndiyo maana leo umma una uhakika wa kumshukuru mheshimiwa rais kwa kazi nzuri aliyoifanya hawa waliokuja mia mbili ni kidogo, hali iliyoko nyumbani mtapata taarifa. Sisi ni waungwana, tunashukuru jitihada za mheshimiwa rais, tunasema asante sana. Hatuna cha kumlipa isipokuwa ni kumwombea kula kwa kila mmoja aliyopo ndani ya kata Mchoteka, lakini nje ya Mchoteka na Tunduru kiujumla. Kwa hiyo kwa kutumia hadhara hii mbele ya mgeni rasmi na wanatunduru kiujumla na madiwani wenzangu, na piga hodi ndani ya chama cha Mapinduzi, munipokee kama mtoto wenu kama kijana wenu kama jemedali wenu. Tutapambana pamoja nyumba hadi nyumba, hodi ACT kwisha kwisha kabisa. Yaa nyama mdembendembe Chamele. Kwa majina naitwa Said Ramadhani Mponda, ni mzaliwa wa kijiji cha Kitani, kata ya Mchoteka, tarafa Nalasi, wilaya ya Tunduru. Sababu ya kuhama chama cha ACT Wazalendo, ndugu zangu, nikiwa katibu wa wilaya jimbo la Tunduru Kusini na ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa kwa mambo yanayofanya na Rais wetu wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania Dokta Suluhu Samia Hassan, miradi mingi kwa jamii ya tantu wa Tanzania. Mgeni rasmi, tulikuwa na kilio na tatizo gada kuda yagonjwa wagonjwa katika kituo cha afya kata ya Mchoteka, lakini mama mwenye huruma, mama msikivu, mama anayejali watu kaleta gari, ilikuwa tarehe 18 kwa mwezi wa tatu kituo cha afya Mchoteka. Kwa sababu hizo, kwa sababu mama anaupiga mwingi, nimeona sina sababu ya kubaki chama cha ACT Wazalendo. Nimejiunga rasmi leo na Chama cha Mapinduzi. Ninaomba napiga hodi, katibu mkuu, hodi CCM, mwenyekiti wa mkoa wa hodi CCM, katibu mtendaji mkoa Kati wa a hodi CCM na viongozi wangu wote zetu na kukupa up to date pale ambapo zinajitokeza. Na Dr. Emmanuel Nchimbi siku hii leo atakuwa katika wilaya ya shehane, bizahina, usisao, Namtumbo akiendelea na ziara yake ya siku tano mkoani hapa minetoshehana bisaina. Asante kwa kuwa nasi, usisahau ku subscribe na kubonyeza alama ya kengele. Up to date mbali mbalimbali zinapatikana kupitia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii pale Instagram, Facebook bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV.